Nimewaita hapa kuzungumza na nyie na kupitia kwenu kuzungumza na Watanzania. Ndugu wananchi wenzetu wa Tanzania, huu ni msimamo wa chama chenu, chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, kuhusu kilichoitwa uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka 2025. Msimamo huu umetokana na kikao cha kamati kuu ambayo mimi kwa niaba ya kamati kuu ya chama nitausoma neno kwa neno mbele yenu. Msimamo wa CHADEMA kuhusu uchaguzi batili wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kilichojiri baada ya hapo. Namba moja: uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 ni batili na matokeo yake yote lazima yafutwe. Uchaguzi mzima wa urais, ubunge na udiwani ni batili na hauna uhalali wowote kwa sababu ulifanyika chini ya ukiukwaji mkubwa wa sheria, haki na misingi ya demokrasia. CHADEMA inasisitiza kufutwa mara moja kwa matokeo yote ya uchaguzi na kuvunjwa kwa kinachoitwa tume huru ya uchaguzi INEC, kwa sababu tume hiyo haina uhuru, kuanzia uteuzi wa wajumbe wa tume, muundo wa tume na majukumu yake. Chombo hicho hakina tena uhalali wowote na hakiaminiki na Watanzania kusimamia uchaguzi huru